Mdahalo huu wetu unalenga kujifunza zaidi, kupata maoni, lakini kupata tunasema sehemu salama ya kuzungumza kwa kutazamia amani ya nchi yetu, kwa kutazamia namna gani tunaweza tukajifunza pengine sisi kama vijana, na nini tunatakiwa tujifunze, nini tunatakiwa kurithi, nini tunatakiwa tupokee katika kuhakikisha kwamba jinsi ambavyo taifa tumelipokea ndio hivyo tunavyolipeleka kwa kizazi kijacho. Ki hitaji letu ni kwamba platfomu zile mnazosimama, tutoe elimu sahihi ya amani. Amani tunaitamani kabla, amani tunaitamani ionekane siku ya uchaguzi, na amani tunatamani ionekane baada ya nini. Hatuna pakwenda, hatuna nchi nyingine. Sisi kwetu ni hapa hapa, tunatamani tuendelee kuishi hapa hapa, hatuna mbadala. Kwa suala la uchaguzi, tunawafundisha na kuwaelimisha, kuwapa elimu umuhimu wa wao kushiriki zoezi la kampeni. Wao wana uwezo wa kuchagua na wao wana uwezo wa kuchaguliwa, kwa sababu na nchi wao ni sehemu ya nchi, nchi ni ya kwao na wao pia. Kwa maana hiyo nchi ikichafuka wanaoathirika sana ni kundi kubwa la wanawake pamoja na vijana. Tunaamrisha amani na kukataza kinyume cha amani. Ni nini? Vurugu. Eh, kinyume cha amani na kuwa ni vurugu. Kwa hiyo sisi tunawahusia kila siku na tunawaambia hakuna jambo muhimu kama amani, na kila siku tunawahusia katika misikiti yetu, katika makongamano yetu tunapokutana jambo kubwa kwanza ni amani, kwa sababu amani ndiyo jambo ambalo lina faida katika kwa mwanadamu yoyote yule. Mungu apendezwi kuona kijana au mama au baba mtu aina yote aliye juu ya uso wa nchi akijiingiza kwenye magomvi, kwenye mafarakano, eh, kwenye chuki, kwenye uadui, kwenye wivu, fitina, faraka, uzushi na hata kipindi hiki tunachoelekea kwenye uchaguzi, umeona mambo mengi yanainuka. Wakati mwingine watu bila kufikiri, vijana wafikiri kwamba ili neno ni sahihi, kumbe ni mtu kazusha tu. Historia kamili ya amani ya nchi hii kwenye mabano uhuru wa nchi yetu ya Tanzania, mila na desturi yetu, hatusomi popote kwamba sisi tuna utamaduni wa kupigana bishana ni muhimu sana, uwezi ukakubaliana na mtu kila kitu. Hii tunabishana, tunapingana, tunasigana, lakini hatuwezi kupigana, hatuna utamaduni.